Imetembelewa mgeni wetu mkubwa sana anaitwa Aiman Kitoroli. Wengi mtakuwa mnafahamu sana katika game ya filamu uh, katika tasnia nzima ya filamu nchini Tanzania. Tunataka kupiga naye story mbili tatu na tuambie leo uh, kwa nini kwanza amekuja hapa, kitu gani anataka kuzungumza na sisi, au sio bwana? Kama inavyofahamikana brotherhood ndiyo sehemu kabisa ya kuongea masuala ya harakati zote. Aiman, karibu sana. Ah, asante sana. Nimshukuru Mwenyezi Mungu. mm -hmm. Uh, kwema kwema, ramadhani ramadhani, alhamdulillah, mzima mzima. Umembeba hapo mwanao, nimeamua kuja naye studio. mm. The brotherhood mm. podcast, karibuni yeah. sana. Anaitwa nani huyu? Anaitwa Hussein, umri wake ana miaka minne. Mashallah, anafunga ehe, eh pale. <laughs> Ayaza kufunga. Eh. eh. Kwani tu sawa kwanza kufunga kila umri gani? Ah. Kiana miaka nane na, nadhani. Na. Kweli? Eh. Maisha umepita binaimani. Umepita. Eh. <laughs> umepita mashallah. Asante <laughs> <laughs> sana. Karibu sana Brotherhood ah, na wewe. Ah, asante sana. Nini jipya? Jipya bwana kwanza nafurahi sana kwa kwa kwa, kwa, kwa kunisupoti. Mm. Eh, na nafurahi sana mpaka nimeamua kufika hapa Brotherhood. Mm. Iko vizuri nasikia iko vizuri vizuri na, yes. Vizuri na ah, kabisa kabisa, tuko vizuri. Nimeamua kuja kwanza na mimi nakupata yeah, maoni matatu. Mm. Kwa sababu nimepotea sana kwenye game kwenyea mno um, kaa kimya sana kweli. Ah, mashabiki zako wanakuuliza sana, mbona namani yatumuoni kweli? Unajua changamoto za zaa kwenye tungeta tamthilia kule, nakutana nao sana vijana <laughs> wako <laughs> Unajua changamoto za mapenzi ndio zinamfanya mtu anakuwa na drop. Yes. Mm. Nani? Wife. Eh, wife. Ah. Yeah. E, kwa mna changamoto kipi? Kwa mna changamoto na nini? Na kutana. Ndio. Kwa atende nini mwenye mwigizaji? Ah. Na mimi nataka naye mwigizaji. Ndio, ndio. Mm. Kwani hazijui faida za kuwa mwigizaji. Ah, anahisi wasanii sisi tuna mambo mengi mm. Labda. Lakini kila mmoja na akili yake. Mm. Mm. Okay. Saa saa hivi tumeweka sawa, tunaendelea vizuri na nimesharudi, nimesharudi tayari kwenye game na madude mapya ngapi na filamu mbili sasa hivi, moja inaitwaje? Kama ile unaifatilia vizuri sana, kaya, vizuri sana. Eh, okay. Na nyingine nyingine inaitwaje? Umetengeneza mda mrefu sana bado. Okay, life story yake ikoje? Of my life ni msichana mmoja, ni story ya historia kweli. Mchikaji wangu alinihadisia kwa alipata mtoto mmoja wa chuo katika mazingira magumu mm. Jamaa alikuwa alikuwa kazi yake anauza pipi pipi, biskuti, biskuti pembezoni, yes, mwa chuo, yes. So, unajua kuna wale jamaa mchikaji alimtokea kweli, e akwampenda mchikaji. Basi dakika ya mwisho yule mchikaji, kumbe babake mtu mkubwa Okay. Ndaje kumkuta au kumkuta. Sawa sawa. Kwa nini haukuiachia filamu hiyo kwa muda mrefu sana? Kwa nini? Filamu hmm. Yeah. Tatizo la process inazo nyingi. Well. Process za nini? Ayman, wakati wewe mkongwe kabisa katika tasnia ya filamu. Mimi nakujua wewe toka niko sinema zetu. Mpaka sasa hivi niko season 2. Aacha bwana, mambo yako. Kweli process ndefu lakini zipo. Eh. Okay. Nini shida, marketing ama Marketing, lakini mzigo upo sawa oh. Mzigo kuwepo, hiyo sio tatizo mzigo. Angalia mwenyewe peke yako na mkeo na wanao, mzigo. Kwa nini mzigo hujaja sokoni? Kwa nini? Unataka tueleze hapa, ndio maana nimekuleta like hapa, brotherhood and motivate. Hapa kuna watu wengi wanakusikiliza ambao pia wanatamani kuwepo katika nafasi yako wewe, kwa hiyo hebu kunyoosha maelezo. Kwa nini mzigo hujatoka? Kwa nini mzigo hujaenda sokoni? Mimi nilikuwa nategemea sana kwenye kwenye kwenye, tuseme nilikuwa nategemea sana kwenye mtandao, yaani YouTube. Lakini pia soko lipo huko sasa. Kama kila mtu sasa kiachia kipa na peleka huko. Kweli, lakini pia mimi nikafikiria kwa sababu bado sijafikia ile nini ya ya ya kulipwa YouTube, ile movie ndio kama nitafanyaje, nitaipoteza, nikaamua nitulie kwanza nisubiri nianze kufanya kwanza ndio Okay. Yeah. Mm. Sa, so kila kitu love my, love my life. Yu, um, na nadhani niliingiza mpaka kwenye tuzo. Sinema iko vizuri sana hivi. Umewahi kufanya kitu gani mpaka ah, ukafika hapo ulipo? Nimefanya vitu vingi sana kwenye filamu. Mimi naanza shoot filamu ilikuwa na watu ambao